Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuchukua nafasi fupi kwanza kuweza kukupongeza na kukushukuru kwa kuweza kupatia mwelekeo na uongozi huu mradi ambao utafaidi vijana wa Kenya. Jambo la pili nataka pia kuwapongeza vijana kwa kuchukua hatua ya wao wenyewe kujiunganisha na hii fursa ya kuweza kufaidika na miradi ya serikali. Mheshimiwa Rais, katika zile components zote ambazo zinahusu mradi huu, nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais ziko tayari. Baada ya uzinduzi huu, zile zingine pia tutaweza kuendelea kuzitekeleza. Nataka pia kuwashukuru washirika wa, wa Benki ya Dunia kwa sababu tumekuwa na wao na tumeshirikiana vizuri na tutaweza kuhakikisha mradi huu umeweza kuwafaidi vijana. Basi vijana ambao mtafaidika leo na wale ambao wataendelea kufaidika na mradi huu, ni nafasi yenu sasa, mfanye bidii ili muweze kupata ufanisi katika maisha yenu, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameendeleza hizi mbinu ili vijana waweze kufaidika. Kwa hivyo ni siku yenu, ni mradi wenu, na muendelee kufaidika. Pia Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru kwa niaba ya hawa wenzangu na kwa niaba pia ya mashirika ya vijana na vijana wenyewe, kwa sababu Mheshimiwa Rais pia umeidhinisha kwamba ile National Youth Council waweze kufanya uchaguzi. Kwa hivyo, hivi sasa tuko na utaratibu kuhakikisha vijana wanaweza kujipanga, waweze kuchagua viongozi wao.